Kwa majina inaitwa Simon Kachapin Kitalei. Mimi ni gavana wa West Pokot, na mimi nilizaliwa kaunti ya West Pokot, mahali inaitwa Mwino, ukitaka inaitwa Tamkal. Baada ya kusaliwa mimi nilikuja sehemu ya Sioi niko mwezi moja. Mimi kulelewa kwangu sana ni sehemu ya Sioi. Mimi nikaenda Sioi Primary 1977 na nikamalisa 1983 katika darasa la saba. Kijua wakati hiyo ule mfumo wa zamani ndio tulikuwa tunatumia. Baada ya kumaliza CPE yangu katika shule ya mzingi ya Sioi, nikajiunga na shule ya upili ya Ortum na 1984 ndio niingia form 1. Nikakaa Ortum mpaka na 1987. Pia nikafanya mtihani yangu ya KCE, nikapita vizuri, nilikuwa na division 2. Baada ya hapo nikaitwa shule ya Chewoyet High School katika kidato cha tano katika ile tulikuwa tunaita A levels. So 88 nikakuwa Chewoyet High School form 5, 89 nikamaliza Chewoyet kidato cha sita. Na nikafanya mtihani um, yangu ya, ya A levels pia nikapita sana na, nikaitwa Moi University na tukapelekwa branch ya Maseno. Hiyo ilikuwa na 1991 na mpaka 1994 nikafusu katika chuo kikuu na kwa sababu nilikuwa nimesomea ualimu mimi, nikapelekwa shule ya upili ya St Elizabeth Kabibich 1995. Nikafunza miaka miwili nikapandishwa cheo nikawa naibu wa mwalimu mkuu nam. Uh, Mheshimiwa Gavana, labda pengine tu ulisema kwamba karibu uwe mwalimu mkuu katika shule ya St Elizabeth Kabibich zuia, ni nini ambacho kilikuzuia mheshimiwa? Ingekuwa nimekuwa mwalimu mkuu pale, lakini sheria ya Teachers Service Commission haingeweza kuniruhusu So kutoka hapo 2002 nikaanzisha shule ya Tamkal Second School, nikalete shule ambaye haikuwa na shamba, haikuwa na chochote, nikaileta vizuri mpaka 2006, ta huko miaka tano nimeileta vizuri, nikailete katika ile safi. Nikalete shule yangu ile ya Ortum kama mwalimu 2007. So nimekaa nikafanya kazi mwaka sita Ortum mpaka 2012, ndipo ndiposa nikajiuzulu nikaingia siasa na labda pengine uh, GVN, katika kila safari kuna vizingiti, na labda pengine kuna vizuizi mtu hukumbana navyo katika safari yako ya, ya ualimu, ni changamoto zipi labda ulikabiliana nazo? Nikiwa mwalimu nilichikaza, unajua wakati huo hata nikianza kama mwalimu kule Kabibich barabara zilikuwa mbaya. Eh, wakati huo mawasiliano ilikuwa mbaya hatukuwa na stima, hatukuwa na mawasiliano kama ya magari. Magari ilikuwa machache na ni ngumu kupata, so, wakati ingine tungetembea mguu. hatukuwa na mawasiliano ya simu, masimu ilikuja baadaye. Hata nikiwa Tamkali yote hatukuwa na hata mawasiliano mazuri ya, ya means of transport. Hata mapikipiki ilikuja baadaye, kama mimi nimetoka, uh, nimetoka Rutumu. Kwa hivyo, mambo mengi ilikuwa na changamoto kubwa sana. na... Mheshimiwa gavana, baada ya kipindi hicho chote kudumu katika sekta elimu, labda ni nini kilikusukuma zaidi hadi ukaona ujiunge na siasa? Mimi katika kuwa mwanafunzi na kuwa mwalimu na kufanya kazi katika kaunti hii, nimeona changamoto ya watu wetu maskini kwa juu na mambo mengi socio economic and political development katika kaunti hii kwa chini, kwa sababu unajua hii kaunti ndio kaunti ambayo ilibaki nyuma kimaendeleo. Ukifanya historia wakati ya wazungu mwisho wao ilikuwa ni transwe. Hakuna mzungu alilete maendeleo pande huu, katika serikali za kwanza sehemu hii ya West Pokot ilibaki nyuma, na bado hiyo branding kwamba West Pokot ni sehemu ni mbaya nini, hakuna mtu aliweka maanani kuja kuegesa ama kufanya maendeleo. Kwa hivyo mimi kuona katiba hii ya 2010. Katiba mzuri, ugatuzi ilikuwa kitu cha muhimu katika katiba ya 2010. Kwa hivyo mimi ambaye nimejionea, nimejionea maendeleo vile hii kaunti imewachwa nyuma katika serikali za ukoloni, serikali ambayo ilitangulia, nikona mimi mwenye nimesomea hapa, nimefanya kazi hapa West Pokot, nijitupe katika siasa, niwe gavana wa kwanza na lengo yangu kubwa ni kuibadilisha kaunti hii kwa hivyo Mheshimiwa Gavana, kulingana nawe, serikali za magatuzi ilikuwa njia bora ambayo taifa lilichukua? Gavana, ukatuzi imelete mafanikio makubwa. Nimeweza kufungua mabarabara sehemu ambaye tangu tujinyagulie uhuru watu walikuwa hawajaona hata barabara hata gari bure kufika. Kwa mfano sehemu ya Krich kwa, kwa awamu yangu ya kwanza nilitumia miaka tano kufungua barabara mpaka Krich. Gari yangu ya kwanza ndio ilifika huko enda sehemu ya Lale, sehemu mpaka uingie Kalapata. Gari yangu ya kwanza ndio ilifika Kalapata huko, na nikaweka hospitali huko. So, nikisema nilikuwa naangalia nyanja zote zile, tukijipi, tukipikania uhuru, tukua tunataka nini? Tukua tunataka afya bora, tukua tunataka umaskini tumalize. Uh, mambo ya umaskini na kadhalika, lakini unawezaona na, Kwa makala haya maalum, ungana nami katika sehemu ya pili ya makala safari ya gavana. Jina langu ni Benson Aswani.